Nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante na kama mnavyoona, nimekuja moja kwa moja na mafundi, sio kwamba yamefika yatabaki tu hapa chini yananing'inia. Ile methali isemayo mgagara upo hali wali mkavu inajidhihirisha hapa. Tummogele, tummogele, tummogele, wimbo huu wimbwa na kabila la Wanyakyusa hasa pale tu watu wakiwa wamefurahi au kumpongeza mtu katika ushindi, sherehe, kuhitimu masomo ama kufurahi naye katika jambo lolote la heri. Hapa ni wilayani Kyela mkoani Mbeya, wanawake wa jumuiya ya wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wakimpokea mbunge wao wa viti maalum mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo. Abana batukupokela ingongi kukaja, ni msemo unaomaanisha kuwa watoto huwa hawampokei mzazi mikono mitupu anaporudi nyumbani. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo amepeleka madirisha ya aluminium kwa ajili ya nyumba ya katibu wa UWT wilaya ya Kiela, lakini kaenda na mafundi kabisa wa kupachika madirisha hayo. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, karibu. Samia Suluhu Hassan, hoi nani kama Samia Suluhu Hassan Kiela, Oye. UWT safi, safi. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo imempendeza saa na wakati kama huu hapa ili niweze kufika hapa Kyela kwenye nyumba ya katibu wa wilaya ya Kyela, katibu wa UWT. Hii nyumba kama mnavyoiona, ndo inaendelea kuishia hivyo. Sasa mimi nilikuwa nimeweka ahadi kwamba ningeweza kuweka Uh, madirisha haya ya aluminium na ambapo namshukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo imetumia yenye nimekamilisha ndo tunaenda kufitisha. Na kwenda kufitisha madirisha haya ambayo yana thamani ya shilingi milioni tano laki moja na elfu sabini na kama mnavyoona nimekuja moja kwa moja na mafundi, sio kwamba yamefika yatabaki tu hapa chini yananing'inia mafundi mnawaona wale pale wamekuja na generator wanayapachika moja kwa moja ili yeah, nyumba iendelee kung'ara. Yeah, lakini amina amina, asante. Lakini kipekee ni washukuru sana wanawake kwa kujitokeza. Ninawashukuru ni sana kwa mapokezi yenu, maana kipindi hiki ni cha mchakamchaka, ni cha kukimbizana, mmeacha majukumu yenu yote mmefika kunipokea mimi mbunge wenu Suma Ikenda Fyandomo kwa namna ya upendo wenu kwa mwene, mwene, Chama cha Mapinduzi, CCM oye! Dkt. Samia Suluhu Hassan hoye! Samia, shukuru tena, tunaendelea kukushukuru. Mungu akubariki sana, mama Amina. kwa kweli licho kifanya sio kidogo, yaani wewe yani, kwako kwa kwa unaweza ona kama kawaida kawaida, lakini ni jambo kubwa mno. Mungu akuongezee mama, pale ulipotoa. Mungu akuongezee na tutaendelea kukuombea. Mungu akubariki, asante sana. Mungu akubariki Asante. Kiela oye, oye. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo ndomo unafanya mengi, tunakufahamu mkoa mzima wa Mbeya. Wewe ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya, tunakushukuru kwa namna ambavyo unaiona Mbeya kwa upana hasa unavyotupendelea na sisi Wanakiela Tunakushukuru kwa mengi unayoyafanya, lakini pia kwa kumbukumbu tu za haraka haraka, mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, wewe ndiye uliyekuwa mtu wa kwanza kuanza kuibariki hii nyumba, kuleta tofali, japokuwa idadi siikumbuki. Lakini pia tunakushukuru mheshimiwa, mheshimiwa mbunge wetu Suma Ikenda Fyandomo kwa kutimiza ahadi yako ya kuja kuingalisha hii nyumba, kuweka aluminium, kuleta tofali na simenti. Tunakushukuru kwa mchango wako. E, tunaomba shukrani hizi uzipeleke uzi kwa familia yako. Madirisha hayo yamegharimu kiasi cha shilingi milioni tano laki moja na elfu sabini. Huu ni uwajibikaji kwa chama na umma. Hii ni Nyikani TV Afrika na langu jina ni Godon Kalulunga Mwaipungu. Akukumbuke. Unajua, anapofanya mwingine inakuwa kama ni tendo dogo. mimi uh -huh. mwili na nisimuka aluminium hey, ambayo tunajijua bei nyumba hey, nzima, labda ni tendo kubwa sana sana. Nashukuru sana, ni tendo kubwa. pamoja na siasa tuziache, Mungu akukumbuke na Mungu akaongoze pale ulipopunguza. Ametangulia mwingine kwamba sio utajiri, yeah, ila ni moyo, ni moyo, ni moyo dada. ungesema siasa ni nini mwingine Eh, hey, ungesema nipofanya pametosha, lakini umeenda kujiongeza. Mungu akakumbuke na Mungu akakubariki.